Tuangalie taasisi zetu za dini ambazo nazo kwa namna moja au mingine wamejiingiza kwenye mkumbo huu. Hapa unajua, unapokuwa kiongozi lazima ukubali wakati fulani kukosa umaarufu, lazima ukubali na kama kukosa umaarufu kipindi hiki kuelekea kampeni kuelekea uchaguzi na baada ya uchaguzi utaondoka tu, lakini uondoke, turekebishe, tuseme kweli. Taasisi zetu za dini tunasema Tanzania haina dini, si ndio? Lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini na tuna dini za madhehe na madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu sijui nne sijui tano. Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna mabaniani tuna mamonki wale sijui buda na wengine ambazo ziko huko zinafanywa, lakini kubwa ni hizo nne au tano, na hizi nne au tano zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna Suni, kuna Ibadhi, kuna Bohora, kuna sijui nani, kuna mambo mengi tupo, lakini na Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao tofauti tofauti. Kikatiba na sheria za nchi hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override ma ma madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna hakuna kwa wasitokeze, watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote.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 matamko manane yametolewa na TEC manane, lakini ukenda chini chini wenyewe wenyewe wanapingana. Matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa hiyo niseme kwamba Tanzania yetu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 Huyu mtu ataendesha mpaka wakati huu. Kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu? Kosa letu kueneza huduma bora mashule mazuri, mpaka kule vijiji, hilo kosa letu? Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania, ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu? Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike na watu wafurahi. Hilo ilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anaongeza anayeongoza tustahamili tu, tu, mioyo yote imeombwa na stahamili, demokrasia ipo, ataongoza ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya sita wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa. Sa kama humpendi Samia hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo humpendi kwa dini yake humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu, sheria zetu zipo, nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu, hakuna sababu ya kuvuruga nchi, ndugu zangu. Kwa hiyo niwaombe sana, zile sumu zinazotiwa huko Mnapotiwa sumu, tumieni akili zenu. Najua hakuna hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu, wanamharibu mtu kichwani, kichwa hakiweki akija mwingine na zuri ile baya litaondoka, zuri litaingia, lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa hiyo viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote, dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu, kila mamlaka imeletwa na Mungu, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamme, kila mamlaka imeletwa na Mungu na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo hakuna anaijua duniani, hakuna. Mungu peke yake ndo alikuwa anajua kwa nini Samia leo yuko hapa. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa dini, tuvae majoho yale, majoho yetu yaoneshe sura hal halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu, hakuna. Ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame tusivuruge nchi yetu, tusivuruge nchi yetu. Kama kuna lolote, njia sahihi za mazungumzo zipo njia sahihi za kukaa na kujadiliana zipo. Hakuna sababu yoyote kufika tulikofika, ndugu zangu, hakuna. Nilikuja na falsafa ya R nne, nikaifanyia kazi vizuri sana, ikaleta mwanga mzuri sana mpaka wale nisiowajua jina lao wakenda wakabadilisha nchi, ikachukua mwelekeo mwingine lakini nataka niwaambie, tutasimama na kuilinda nchi hii kwa nguvu zote. Nasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kama madai ya wenzetu ni katiba, hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii, hakuna. Mnakumbuka niliunda tume ya haki jinai, ikaenda ikasoma Tanzania nzima na wakaniletea, haya ndio wanayoyaona Watanzania. Na katika kuyatekeleza, kuna ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu na ya muda mfupi na muda wakati mengi asilimia tisini tumeyatekeleza yatekeleza. <coughs> lililo baki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba marekebisho ya katiba, na lenyewe nikasema tutalitekeleza, na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi nimesema ndani ya siku mia nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano, halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba. Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza muelewane, mtambue huko mbele tunalenga, tuna kitu gani, njia yetu ni ipi? Ndiyo mnatunga katiba yenu kutokana na haya tuliyokubaliana. Sasa katiba iseme moja, iseme mbili, iseme tatu, iseme nne lakini mtakwenda moja kwa moja, watu wote, kila mtu kavimba mashavu mm, mnaunga katiba. Katiba ipi itaungwa hapo? Nimesema kwanza, turidhiane. Na kwa sababu wamechafua nchi, nilichofanya mwanzo ni kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi mitatu waangalie kwa undani, watuletee taarifa yaliyojiri ni haya tofauti ziko hapa hapa, palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kuyajua hayo tunakaa sasa, haya tulioletewa ni haya. Njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi ma, ma, matatizo ni haya. Piteni sasa kwa makundi mbali mbali, wakwambieni haya tunakwenda nayo vipi. Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo, tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? inaninginia wapi? tuipachue tu wape katiba? Ni, ni mchakato, ni process, tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweka visingizio, visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje, hawana hata aibu nje huko anakaa oh, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivyo ayu. <laughs> Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei, kwao hayatokei. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugawia, ni fedha chache wanayotugawia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia, na nataka niwaambie Tanzania oye! Haya, tukae ndugu zangu, nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania. Kawaida kawaida mwanamke mzuri ndio anaoipiganiwa, uongo kweli? utakuta watu wanafokeana wanapigana wana nini? Ukicheki majanadume mawili matatu yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri, katuumba vizuri sana, katuweka pahali pazuri sana kama ninavyowambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara, inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia, inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo, siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu kweni na sisi, wengine wanakuja huu, lakini pia mali Mungu alizotumba nazo madini Tanzania sisi tuna bahari ambayo kwa kupitia bahari unaweza kwenda kokote ulimwenguni. Tanzania tuna maziwa makubwa ambayo kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na nchi jirani hapa na ukasafirisha vyovyote vile kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa asilimia mia moja ishirini na nane, tunakula na tunauza kubwa zaidi, serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu. Kwao tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao ya chakula na ya biashara. Tanzania sisi tuna hayo madini, ambayo sasa kuna madini yanaitwa madini adimu duniani, ndio dunia yote imetoa macho hapo, pamoja na kwamba yapo kwengine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa, tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba. Sasa nataka niwaambie, maumbile yetu na utajiri wetu isiwe lana tukauana sisi kwa sisi kwa kuchawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana, mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu, ni yetu, na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu, kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana, tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini na nini, lakini tulivyofungua utajiri tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo, huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi, Tanzania. Ni wakati wa Tanzania kushikana, tukasema Tanzania ni yetu, Mungu aliumba hapa kwetu na lazima itufaidishe sisi wa Tanzania. Tunaposema tunalinda nini, wanaita sovereignty, tunalinda uhuru wetu, tunalinda nchi yetu. Lazima tuseme kwa moyo, sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50 sisi tunaondoka, tunawaachia nyinyi. Hatujui kati yenu au nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa, lakini hilo mlijue vizuri sana, mlijue vizuri sana. Na kwa bahati mbaya, maumbile ya mwanadamu yanakushawishika. Wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndio hao wanaotekeleza. Na ndio maana nikasema mradi huu uliotokea una walioupanga wa, wa, wa kuna washitiri kuna watekelezaji kwa hiyo kuna washitiri na uteke, watekelezaji ndani ya nchi yetu ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watuvuruge. <laughs> Ndugu zangu, nilisema aliyopita sindwele tugange ajayo, lililopita limepita, kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa lakini inshaallah, mola hatosimama nao, litapeperuka. Lakini nataka niseme, nataka niseme nilimsikia mmoja katika waandaaji wa nje anasema, hebu tarehe tisa liakhirisheni, nendeni, subirini Krismas kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie, wakati wowote wa wakija tumejipanga.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 na nimepata salamu za wengine wanaowapa nguvu: hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili, mufanye hili. Hiyo inatokea ndani ya nyumba tu, ndani ya nyumba tu. Baba ukeshamkera mama, ukimrudia jioni